Kwa wizara yenyewe ibarisheni ushirikiano na taasisi nyingine za ndani na nje, ili taasisi yetu ya elimu ipate uzoefu zaidi, kuandaa mitaala, kuandaa vifaa vya mtaala na kutoa mafunzo endelevu kwa waalimu kazini. Hii ina maana ya kuwepo kwa ziara za ndani na nje ya nchi kwenda kupata uzoefu. Msijifungie hapa tu, twende mkaone wenzetu anafanya nini, ili mwendelee kufanya maboresho zaidi kwenye taasisi yetu Kwa wizara tena, endeleeni kuimarisha upatikanaji kwa wakati wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia, na vifaa hivi viende moja kwa moja kwenye shule zetu. Na napofanya hivyo, zingatieni kwamba tuna taasisi binafsi na hizo za serikali. Kwa hiyo taasisi zote ziweze kupata maelekezo ya ma, aina gani ya vifaa vinahitajika, vitumike kwa wakati gani. Kwa lengo la kuwafanya watoto wa Kitanzania waweze kwenda pamoja. Lakini pia wizara, endeleeni kuimarisha matumizi ya tehama, na taasisi pia yenyewe imarisheni matumizi ya tehama na teknolojia nyingine katika kuandaa vifaa vyenu. Haya ni, ma, ni, ni, ni, ni maandalizi ambayo yatakiwa yafanywa na wizara pamoja na taasisi ili tuwe tunaenda kwa malengo yaliyokamilika. Kwa wizara tena weka kipaumbele maalum kwa kuiendeleza taasisi yetu hii kwa sababu tayari imeonyesha ina, ina mwelekeo mzuri. Tuangalie eneo la rasilimali watu kama wanatosha kwenye vitengo vyote muhimu, ili waendelee kazi yao kukuza mitaala na kuombea kibali kama kuna upungufu wa watumishi. Lengo hapa tutakatujaza, wabunifu hapa wabuni vitu vingi kwenye sekta ya elimu ili elimu tuweze kuboresha zaidi.